Here I am reporting from point, the guy guyom, I've been watching you several times. Nimekuchangia, nimekusupport, but it's now offer my friend, nimekusupport ya kutosha. Ukiangalia kwa meseje zako zote, ukipitia ndugu yangu, saisi umenihudhi ya kutosha, kwa sababu hakuna vile utaesa danganya kuwa wee huna hata shilingi moja. Ni kitu gani ume contribute? Ni kitu gani umeonyesha kuwa at least? Ndio hii umeleta ya kwamba sasa na mimi naenda transpile kwa mfano. Useme kuwa nimeleta hii, nimeuza ng'ombe ndio hii nikauza sasa nichangie ni na at least niko na hii, niongeze hii ndio at least ionekana kuwa at least na sisi tukae na morali. Sasa sisi kila siku ni kuchanga tu ndugu yangu. Hiyo yes, si haki ndugu yangu, ni kuchanga tu, ni kuchanga tu. Watu tumechoka bwana. Hata sisi tuko na mahali pa kuchukua pesa bwana. Si kujanga tu, kujanga tu, kuitisha tu, kujanga tu, kujanga. Mafans tumechoka ndugu yangu. Imefika mahali tumechoka mpaka tunaona kwamba unadanganya wewe. Sasa una kama leo. Eti nimeudhika. Sina defu, acha nikwambie ukweli, nimeudhika. Angalia watu wanakuja kwa studio yako, eti ni wachawi. Walijuaje kuwa huko wakakuja? Watumie hizo nguvu za uchawi wa kutafuta wakushake. Basi kama ukweli wao ni wachana wako na nguvu, na uache kudanganya. Sina ndefu, lakini ya kwanza na la muhimu, tafuta pesa utuonyeshe kuna kiwango hiki cha pesa, ulete kwa kamera tuone, ndipo na sisi tuanze kujanga rasi. Hivyo mafans, nawaomba tafadhali, mnatupa pesa zenu. Mimi mwenyewe nimechanga, nikionyesha messages na vitu kadhaa ambapo tumekaa tukisaidia, na sina ndefu. Lakini sasa hizi imefika mwisho ndugu yangu, nawaambia ukweli, mimi sitadanganyika tena ndio maana nimeamua nikuje live on camera niwaambie kuwa this guy is now choking because every time just changa, changa. Tunajanga for how long? Ndugu yangu jamani, tunajanga mpaka lini? Ikiwa wewe mwenyewe hakuna hata siku moja umekuja kwa kamera ukasema kwamba mimi niko na hiki kiwango cha pesa, angalau na sisi mafansi wako tukaona morale wa contribute lakini wewe kila siku wasema unataka kufanya jambo fulani, sisi mafans tuko hapa tukusupport hap, tuku tukuunge mkono, lakini ile hali ukiangalia from the pin up to the hand my friend, sija furahi na sana ile jambo, ukiangalia mpaka kiti chenye unakalia kwa, kwa studio yako, sisi mafans ndio tuliyonunua kamera, sote zenye ambao unatumia, sisi mafans ndio tuliyonunua lakin lakini wewe ndugu yangu, watuchesia watu pepa haja, lakini wewe sina ndevu watu pepaje. Huenda ukaiangalia video ukasema, huyu jamaa anachochea, lakini ukweli ni kwamba ep, angalau hata kitu moja tu kila mbajo, sina ndevu ametoa pesa yake akanunua angalau, akatuonyesha kwamba hili ndilo, dindilo, hili ndilo Kenya ndilodude lililonunua angalau atakadude Kenya bali nunua hata nisa kasirikita Nimeudhika sina defu hata mchezo tycoon. You guys are first smart but use pipilia, tumia pipilia. Kama utamu utamumaliza, huyo mchawi utamumaliza. Na kwambia ukweli, usimwendee kimwili, kwa sababu mwili hauna nguvu, lakini ukitumia neno la Bwana na kuhakikishia kwamba utamwin na kweli ni kwamba ambia, sina def. Angalau akuje na ka kitu ama kidude. Chenja hapa amenunua ya kuonyesha kuwa hii nilinunua kwa ta, kwa sababu ya pesa fulani nilipata mahali fulani kapata. Nikafanya kibarua angalau nikanunua hili, hili lidude. Lakini mambo ya kukuja kwa kamera kuwa nataka kufanya hili jambo sina pesa, jamani. Mafan sisi tumechoka. Hata sisi tuna mahali tunahitajika kutumia pesa zetu. Angalau hama ujatransmisa kutoa lakini kuomba kwako kwa kuna transmisa kutoa, kwa sababu jamani, tunashikwa na huruma tunashikwa na haya, kwa sababu wewe ni mtu wetu bwana, hatutaki uanguke. Lakini sasa imefika mwisho, wewe uone tumekasilika. Wewe uone ta comment section, ndugu yangu Jameni. Tumefika mwisho, ndugu yangu, na I'm telling the truth ya kwamba usije ukajaribu tena kuitisha mchango kama huna kitu ya kuonyesha kuwa niko na kiwango hiki cha ja pesa, nahitaji pesa fulani, sasa angalau ifike mahali fulani, ndio nifanye kitu fulani. Usikuja kusema nataka kitu fulani, ila huna hata shilingi, ndugu yangu mi mimi na kusapoti, lakini ndugu yangu nimefika mwisho. Hata wewe ndugu yangu, ukiwa na mtoto ama mtu mahali fulani unayemsaidia, lakini baada ya kumsaidia wewe uone yeye mwenyewe akisaidia angalau, ukimsaidia uone anakisaidia, atavuta furaha na kutoa kwa moyo. Ndipo sasa pipira yenyewe anasema, asiye na kitu anyanganywe aliye na kitu, basi ongea sewe, si maneno yangu jameni, sina divu ni maneno ya pipilia. Ichapokuma usipochunga vizuri, sina devu, unaenda kuanguka na hatutakusapoti tena. Nikiwa mimi personally sitakusapoti. Na ikiwa kama nimeongea vibaya, wacha niongee nitoke, kwa sababu sitakusapoti tena, kwa sababu kila siku niombaomba. Ndugu yangu, mbona ukaaombaomba na wewe ni mtu mzuri bwana? Sisi kazi yetu ni kukusapoti mahali tunaona umelemewa. Si kukutolea tu, kukutolea it's only, it's just like enjoyment you enjoy, you enjoy enjoy, no it's not, it's not like that. Jamani, sina dev mimi, nakuomba kama kaka yangu, ndugu yangu, usiwe omba omba, usiwe kama yule mwanamke kwa pipilia alikuwa omba homba. Jamani, ka na akili kama yenye uko nayo lakini akili ya pesa huna hapo kwa kila pesa, ndugu yangu, huna wewe. Ni kunyoosha mkono tu na kupewa A-a. Toa ha? Uongezewe basi, anayetoa anaparikiwa na anaparikiwa sahidi ya yule ambaye anayepokea. Usikuje ukaanza kuwa nikukazi yako ni kupokea, pokea tu. Jamani, nakuomba ya kwamba katoe, alafu na sisi tukakuongezea rasi hivyo ndugu yangu mambo yatakuwa mzuri kabisa. So ombi langu la kwanza ni kuwa sina def, leta kile ki, leta kile leta ki kidogo ambacho uko nayo basi na, na sisi tutakuongezea kama mafani, ndipo tunapoona your progress. na sisi tunafurahia tunashukuru Mungu, tunasema nyewe Mungu ametenda. Basi naye Mungu anayebariki anabariki yule ambaye anaonekana kujing'ang'ania si anayesaidiwa kung'ang'ana, anayeching'ang'ania Mungu anamsupport na Mungu anamsaidia ndipo anapong'aa. Mimi nakuomba tia pd, tia pd kama ambao uko nayo, lakini kwa pesa ndugu yangu, jameni, tafadhali nakuomba leta kila. Ina maana huna hata ng'ombe? ndugu yangu, ina maana huna hata kuku? Leta ka kuku. Leta ka mayai , sema niko na hii mayai. Ndugu yangu na yusa shilingi kumi, tukuongezee; na yusa shilingi hamsini, tukuongezee. Ichapokuwa usipo usipotenda hivyo ndugu yangu, hatutakusupport. So, la muhimu sana na ambapo limenifanya mpaka nikakuja kwa kamera nikukuambia ya kwamba sina def, leta kile kidogo ulicho nacho basi, na sisi mafansi tutakuongezea Nyungu upasuka wakati imefika, karibu na mwisho. Nyungu inapasukia karibu na mlango. Sina tofauti, umetoka na wewe mbali, basi usikuje kuleta aibu wakati mafans mpaka wamefika mahali wamechoka, wameanza kulalamika, wame- lani. Mimi mwenyewe mpaka nimesoma comments mpaka ndio mara nikaona ya kwamba sina defu, wacha nikutengeneza video na nikwambia ya kwamba ufanyi vizuri, ufanyi poa, tafadhali na kuomba. Najua itakuuma, lakini ukweli ni vizuri nikwambie ukweli, ukatende kuliko nikupapase nikufurahishe, ukapotea. Sina mengi, lakini sina defu hili, na kuomba ulichunga sana na huliangalia kwa makini, na kama uko na na advisors, i think they have to advise you about this one now, if not